Injili kulingana na Yohana Mlango wa ishirini na moja. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro, na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo, na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki Nao wakamwambia sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata basi wakatupa wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hawa wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa mia mbili, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni akalivuta jarife pwani limejaa samaki wakubwa mia hamsini na watatu, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo jarife halikupasuka. Yesu akawaambia njoni, mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza yunani, wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautwaa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo.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 Akasema amin amin na kuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo akamwambia, Nifuate. Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata, ndiye huyo aliyegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni, akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata ni japo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu, ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Walakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeyaandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu, ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa.